Watazamaji wa Trend TV bwana, mmoja kati ya stori ambazo sasa hivi hapa zina trend huko mtandaoni bwana ni kwamba Harmonize Konde Boy amezidi kuonyesha upendo eh, kwa kijana ambaye alikuwepo naye pale katika music rebo yake ya Konde Gang eh, au Konde Music Worldwide. Naam, nadhani utakuwa unaelewa kwamba Harmonize Gonde Boy bwana amekuwa na hii ngoma ambayo ngoma hii bwana inakwenda kwa jina la Friend Zone. Ni ngoma ambayo Harmonize bwana ameiachia hivi karibuni, na hii ni moja kati ya track ambazo zimefanya vizuri sana tokea ilivyotoka, na kikubwa zaidi ambacho kimepelekea ngoma hii kuzungumziwa kupitiliza ni kuhusiana na sakata zima la kwamba Harmonize Konde Boy bwana tokea alivyo release hii ngoma, humu ndani bwana alikuwa amemshirikisha msanii ambaye anakwenda kwa jina la Ibra. Na Harmonize bwana amemshirikisha Ibra katika hii ngoma, jambo ambalo kiukweli limeshangaza watu wengi sana, kutokana na kwamba Ibra na Harmonize ni kama vile wametibuana au wamegombana, yani ule ukaribu wao umekwisha mara tu baada ya Ibra kuamua kutoka katika record label ya Konde Music Worldwide. There, so kuondoka kwa Ibra katika music label ya Harmonize hajaondoka ile kiroho safi, yani kwa kukunjua roho hapana. Ni kwamba ameondoka kwa ngori, ameondoka kwa ugomvi, ameondoka kwa ekaeka. E, kumekuwa na maneno mengi sana na hata baada ya Ibra kuondoka katika record label hiyo, ni kwamba akaendelea kufanya, kufanya interview hivi karibuni hususan baada ya kuachia project yake nyingine Ibra kwamba Ibra alivyoachia project yake mpya kabisa akawa anafanya media tour kwa ajili ya kupromoti kazi zake au project yake hiyo. At the the end of the day, wakati anafanya hizo uh, media tour alikuwa akiojiwa maswali mengi sana kuhusiana na sakata zima la yeye kutoka pale W kutoka pale Konde Gang hususani, alivyoenda W alivyoenda kule Wasafi uh, ni kwamba alizungumza mengi sana ya kumsilibia Harmonize, yani alizungumza mambo mengi sana kumhusu Harmonize ambayo ni very negative ambapo wadau wengi sana wakaona kabisa kwamba bwana hiki anachokifanya Ibra bwana, sio kitu kizuri bwana, eh, kwa sababu hata kama ametoka katika record label ya Harmonize, hata kama ametoka kwa Ngori, lakini at the end of the day lazima akumbuke kwamba Harmonize ndiye aliyempa yeye hiyo fan base ambayo sasa hivi yuko nayo. Lakini baada ya hayo yote, kila mtu akawa anajua labda moja kwa moja Harmonize atakuwa na kinyongo na Ibra kutokana na vitu negative ambavyo Ibra amekuwa akivizungumza katika eh, hizo media tour ambazo amekuwa akizifanya. Ni kumbe, bwana mambo yamekuwa tofauti kabisa na vile ambavyo watu walikuwa wanaexpecti kutokana na kwamba Ibra bwana eh, baada ya kuzungumza yote hayo mabaya kumuhusu Harmonize, at the end of the day ni kwamba eh, Harmonize kumbe hana kinyongo na Ibra. na hapo ndipo ambapo tumekuja kuona kwamba Harmonize amekuja kurelease hii ngoma ambayo inakwenda kwa jina la Harmonize amekuja kurelease hii ngoma ambayo inakwenda kwa jina la Friendzone, na hii ni nyimbo ambayo Harmonize ameshirikiana na Ibra, na inavyoonekana ni kwamba hii ni nyimbo ambayo alishashirikiana kitambo tokea Harmonize au Harmonize na Ibra wajagombana tokea Ibra hajatoka Konde Gang. Ni kwamba inaonekana kwamba hii ngoma walisha rekodi tokea kitambo hicho, and then at the end of the day baada ya Ibra kuondoka, Harmonize ndo ameamua kuililizi hiyo track. Sasa baada ya kuachia hiyo ngoma bwana, watu wengi sana walibaki mdomo wazi. Watu wengi sana walikuwa very surprised na kuanza kuuliza kwamba imekwaje tena Harmonize amefanya haya na vitu vingine kama hivyo. Sasa jambo ambalo tumekuja kuliona bwana, ni kwamba Harmonize kweli ameonyesha kwamba hana kinyongo na wala sio kwamba labda ameachia ile ngoma kama kiki au vipi. Hapana, eh, kitu ambacho tumekiona hapa bwana, ni kwamba Harmonize amezungumza mambo mengi sana kumuhusu Ibra ambayo ni positive. Yapokuwa Ibra yeye ya amezungumza vitu negative kumuhusu Harmonize, Harmonize yeye amezungumza vitu positive kumuhusu Ibra, hususan mara tu baada ya kuachia kazi mpya kabisa hii ambayo inakwenda kwa jina hilo la friend zone. E bwana, Harmonize amefikia hatua mpaka amesema kwamba anajivunia Ibra hatua ambayo amefikia, maana anajua kabisa kwamba lile ni uzao wake yeye, yani yeye ndo amem-introduce kwenye game, amemkuza mpaka pale alipofika kimziki. Kwa hiyo, anachokifanya Ibra kwa sasa, Harmonize amedai kwamba yeye anajivunia Harmonize bwana, kupitia ukurasa wake wa Instagram ameandika kwamba meet the most talented guy in your generation. I love you, I love you uh, forever because umechukua muda wako bando lako uh, ukagusa link on bio. uh, proud of you. Uh, proud of you. Juzi jana leo na kesho brother, alafu akamtagi akam pale Ibra, and then akaweka pale emoji ya kopa, kisha akaandika pale producer, this is cookie, akaweka pia emoji ya kopa. Akiwa anamaanisha kwamba e, bwana anajivunia sana wewe e, akiwa amemzungumzia hivyo Ibra. Peji <laughs> nyingine imekuja imeandika kwamba bwana wimbo mpya wa Harmonize akiwa na Ibra na kwenda kwa jina la Friendzone, ni kwamba umeendelea kufanya vizuri na kushika nafasi za kwanza kabisa katika baadhi ya page za kuuza mziki hapa Tanzania kama streaming platform ya Boomplay ambapo, eh, ambapo katika orodha hizo eh, ngoma hiyo ya Friendzone imekuwa top, top searched songs kwa sasa hivi katika orodha ya, katika orodha hiyo ya Friendzone ni kwamba imeshika nafasi ya kwanza ikifuatiwa na nyimbo ya Sasampa ya Diamond Platnumz, Sela ya Alikiba, eh, Kidampa ya, ya Palette pamoja na Ankali ya Jay Melon. Lakini pia vilevile vile ni kwamba kupitia ukurasa wake wa Instagram wa Munaizi, alimshukuru ameshukuru mashabiki wake kwa sapoti ambayo ameitoa na pia vilevile ameelezea kwamba yuko very proud na Ibra. Yes, e, kwa hiyo Munaizi bwana amedai kwamba anajivunia sana Ibra juzi, jana, leo na hata kesho. Uh, kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyo uh, bwana uh, uh, uh, ni kwamba Harmonize bwana ameonyesha jinsi gani ambavyo yeye anajivunia uh, Ibra baada ya kuwa naye katika record label yake kutoka pamoja na haya yote ambayo anaendelea negative kumuhusu yeye, lakini still bado yeye yuko proud na Ibra uh, Kuna watu wengine hapa wamekuja kuuliza kwamba bwana, Harmonize imekuwaje katika ujumbe wake huo, amemzungumzia Ibrah, alafu ya I love you, I love you na makopakopa yamekuwa mengi, inakuwaje unamwambia hivyo mwanaume mwenzio? Mdao mwingine amesema kwamba bwana, hapa ninachokiona ni kwamba Harmonize anatafuta huruma ya mash, kwa mashabiki bwana. Kaka pambana kivyako bwana, sasampa imefanya eh, mwonekano, mwonekano, mwonekane wote vidampa huyu amekuja kuzungumzia kwamba Harmonize anachokifanya bwana ni kama vile anatafuta huruma, anatafuta public sympathy kutoka kwa mashabiki e, baada ya ukiangalia upande wa pili huko napo pia ngoma ya Diamond Platnumz tokea ilivyotoka imekuwa ikifanya kasheshe kweli kweli. Ya, so hivyo ndivyo mambo alivyo bwana. Ukiwa kama mdau na wewe pia unaweza ukatuwekea maoni yako katika comment section hapo chini, tutakuwa tukisoma na kureply kila comment ambayo tutakuwa tunaiona. Lakini pia vile vile hakikisha tu unazidi kuwa karibu na channel yetu eh, tutakuwa tukisoma na kureply kila comment kama tulivyosema, lakini pia hakikisha unakuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata updates zaidi.